Unajua, wenzetu wako makini katika mambo yao. Wenzetu katika jambo lao wako makini, wanashindwa tu kwa sababu hawana mipango, lakini wenzetu katika mambo hayo ya dua wako vizuri, wanashirikiana matawi yote. Sisi kwa nini hatushirikiani? Kwa nini watu wanataka, wanataka na timu iende kizungu? Timu ya mpira huendi kizungu, huu mpira. Siku bado zinaruhusu ruhusu, watu watu wapo, tembeeni katika matawi, watu washirikishwe, tuone ili jambo tumechoka aibu, tumechoka aibu, tumechoka kutukanwa kwa majina. Anaitwa Bushiri Idi Milao, ni mwenyekiti wa Nyongolota Kempu na mpenzi wa Simba Sports Club na mwanachama la msingi sana. Mimi nashauri kwa mechi ijayo, kutokana ni mechi yetu ya kufa na kupona, mimi namshauri sana uongozi wa Simba, mwenyekiti Mangungu, pamoja mwenye na kamati tendaji, waache tuvunje makundi, twasake kuna dalali wanajua watu walipo wapi waje. Kuna dalali, tu watu fanye ubaya abwera, lazima ubaya wa ubwera ufanyike. Na kwa Mkapa toki mtu kama mtu anafungwa saba kwa Mkapa, watu wakawa wakashikamana, utashindwaje kuwafunga wale timu nyepesi mno, watu wepesi mno, nyota zao ndogo kabisa zinaonekana. Lakini sasa sisi tunawaomba viongozi wa Simba waache ubinafsi, tushirikiane kwa pamoja, waende matawi yote wakubwa waliojulikana walioshirikiana kuhusu katika mechi zetu zote zile muhimu ino maana kama mechi ya, si, ya Yanga, si tulijiandaa na watu wengi tu, matai wengi tulijiandaa, maana Yanga kama ingeingia ingepata ubaya ubwela. Sasa wale watu wote tulijiandaa na mechi ile, tunataka tujiandae tena na mechi hiyo ijayo, sababu hiyo ndio fainali yetu, na sisi tunahitaji mwaka huu tuchukue kombe, kwa sababu si katika, katika me, katika kombe, ni mechi tunayocheza wale katika mashindano haya, sisi tushawahi kucheza fainali na mwaka huu sio fainali, tunataka tuchukue kombe, tushirikiane, waite wazee Mi nadhani Mangungu we makini, Mangungu mwenyekiti wetu we makini, ile heshima yako irudi, inataka uwashirikishe watu waje. Kuna dalali wanawajua watu Bagamoyo sijui Kisarawe si wapi Mtwala si wapi, watu wote tushirikiane kwa pamoja, mechi yetu tuimalize mapema, hatutaki tukae mechi tushike roho, tushike roho shingoni, hatutaki, tunataka tufanye jambo la ubwayaubwela mapema, tujijue dakika za mwanzo tale tuwamalize ili tuamalize lazima mambo fulani dua lazima ziwepo. Dua ni muhimu kwa jambo lolote, dua ni muhimu hata katika maswala ya kinchi, watu wanaomba dua, watu tunaoomba dua. Kwa sababu mama Samia, kwani tusiombee dua timu yetu? E, Mangungu, hiyo swala hilo liache, waite watu tufanye hivyo, tukae pamoja, tukae pamoja, tuone tunafanya nini. Sisi tunataka tubadilike tuone kila mwaka tunaishi hapa tunaishi hapa tunaishi hapa tunaishi hapa, kelele zinakuwa nyingi kelele. Sio mwaka huu, tumechoka kelele. Tunataka watu washirikishwe na tuone tunafanya nini, sio yule yoyote tokuja mbele yetu. Watu washirikishwe na tuone tunafanya mpaka lengo lile, mama Samia sio tupelekee kombe mwaka huu. Sio lengo tumpelekee kombe sio, siotupeleke medali sio, tutaki medali sio, takatupeleke kombe. Mama zetu walipeleka medali sio, tupeleke kombe mwaka huu. Kwa hiyo bwana Mangungu, nakuomba waite viongozi haraka, siku bado zinaruhusu. watuwatu wa, hapo tembeeni katika matawi, watu washirikishwe tuone, ili jambo tumechoka aibu, tumechoka aibu, tumechoka kutukanwa. Sisi ndo wana Simba, lolote tulitaka liwe si linakuwa, wewe mwenyewe unajua, lolote taka Simba liwe linakuwa. Simba lolote lilaishindikani kitu tukataka mbele ya Allah. Kwa hiyo, atuna kuomba Mangungu, tuwache mambo mangu yako yote, na tumetoka katika mfungo wa mwezi wa Ramadhani. Hubuli watu wanazo. Hebu kwanza jaribu kuwafuata watu e? Shirikiana na dalali simbeze, twende pamoja tuone, tuache mwaka huu tuone tufanye nini, alafu uone wewe wa Mangungu utapata lawama, watu watakusema e? tunataka tufanye hivyo e? Tufanye hivyo, lazima tushirikiane jamani, tusiwe kila mwaka tu tunaishia robo kila mwaka tunaishia robo. Wenzetu wanasema wanafanya hivi, ni la nini? Unajua wenzetu wako makini katika mambo yao, wenzetu katika jambo lao wako makini. Wanashindwa tu kwa sababu hawana mipango, lakini wenzetu katika mambo hayo ya dua wako vizuri, wanashirikiana matawi yote. Sisi kwa nini hatushirikiani? Kwa nini watu wanataka, wanataka na timu iende kizungu, timu ya mpira uende kizungu, mpira ukataka mambo yaende kizungu. Nene katika dini, ndo mambo hayo hayapo lakini hii bwana, mtu umeingia katika mambo haya, sisi lazima tu, tuwe na mambo hayo, na lazima tushikamane na lazima tupigie kweli, kama wenzetu walivyofanya. Wenzetu wanahangaika, sote tunawaona huko bwana, wanakuja viongozi wao usiku, sote tunawaona wanahangaika, wana alama, sote tunawaona. Nyinyi mnashinda nini? Watumia watu dalali, huyo anajua, huyo dalali mwenyewe anakuja mara nyingi, washarifu anakuja, anakuja, watu tunakutana naye, watu wanaenda mpaka nanii na kuna mama, kuna kuna chabaraka sasa. Kwa nini kwa nini ana miaka hii mmekaa kimya kwa nini? Jamani, msifanye hivyo. Nataka mzunguluke kila sehemu mloisahau sasa, mwende mwende Mangungu, mwende kila sehemu mloisahau sasa, mwende, tunakuombeni mwende, ili tukafanye mambo mazuri. Tunataka lengo letu, tunataka jawabu litoke kama jawabu alikutoka sisi. Bwana Mangungu, sasa hatukuelewi tena, kwamba kabisa sisi hatukuelewi.